yuna habari kwenye gazeti la mwananchi inasema mamia wamzika MC Pilipili ndugu ali na muuaji yuna habari inaendelea ukurasa wa tano kwenye gazeti la mwananchi lakini tume vurugu za oktoba 29 ni zaidi ya uchunguzi hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la mwananchi ukurasa wa mbele na hii ndio habari kubwa inasema tume vurugu za oktoba 29 ni zaidi ya uchunguzi e, za ni e, baada ya dr samia suluhu hassan eh, rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania kuzindua na akisisitiza kuwa imani e, na wajumbe sifa na uwezo e, watajwa kuwabeba. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la kula Mwananchi. Lakini taasisi 27 za Kiislamu zaibuka na mambo 17, sb e, taasisi 27 za Kiislamu zaibuka na mambo 17. Lakini vita mamea wenye viti ya tikisa ndani ya chama cha mapinduzi CCM, vita ya mamea wenye viti ya tikisa ndani ya chama cha mapinduzi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti la Mwananchi, tuangazie sasa kwenye gazeti, Mwanga, gazeti Mchechu, eh, kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa Jamii. Gazeti la Nipashe linaandika Mchechu, tumepokea gawio la bilioni 16.5, TPC. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini AAFP yaishauri ACT wazalendo kujiunga na serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako Nipashe, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini Masauni, vyombo vya habari kusaidia kutoa elimu ya muungano na mazingira. Huyo ni Masauni, asema vyombo vya habari kusaidia kutoa elimu ya muungano na mazingira. Lakini bado kuna habari inaosema hali ya usalama wa mabwawa nchini ni nzuri. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini kuna habari inayosema mtanzania E, aliyeuawa na hamasi miaka miwili ikipita azikwa leo, e, Manyara. E, Mtanzania aliyeuawa na hamasi miaka miwili iliyopita, e, azikwa leo, Manyara. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la kula Nipashe kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na gazeti la Nipashe, sasa tuangazie kwenye gazeti lako la, gazeti la Mwanahabari gazeti bora kabisa, linaanza na habari inayosema Nemki ya shiriki Uh, UNFCCC COP 30 uh, balem nchini Brazil, lakini wazee wazee Tanga wawashauri vijana kuacha mihemko. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la mwanahabari gazeti bora kabisa. Lakini habari kubwa ni tume itatoa majibu sahihi. Rais Samia uh, asema tume itatoa majibu sahihi ni yaliyounda kuchunguza vurugu za Oktoba 29 akibainisha kuwa ni muhimu uchunguzi wa awali kufanywa na tume ya ndani kabla wayahusisha timu kutoka nje ya nchi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanahabari. Lakini disimpo golo ataka ulinzi miundo mbinu ya umeme, huyo ni disimpo golo ataka ulinzi miundombinu ya umeme. Lakini serikali ya awamu ya sita imejipanga kuongeza ajira kwa vijana, sangu wasema eh, serikali ya awamu ya sita imejipanga kuongeza nguvu ajira habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Majira, linaanza na habari e, e, BOT yaongeza msukumo urasimishaji huduma ndogo za fedha nchini. Samia, nina imani na tume itatenda haki, ni kutokana na wajumbe wake kuwa na uzoefu, ubobezi, mapendekezo yake kuwa agenda tume ya maridhiano azungumzia tume za nje, lakini ikapinga, ahidi kuwapatia Watanzania matokeo na PPRA na VETA za saini makubaliano, ni makubaliano yapi? Basi pata gazeti lako la Majira e, habari inaendelea kwa kina zaidi. Lakini kuna habari inayosema UNDCF ya kubali kuendelea kushirikiana na Tanzania, lakini kusimama kwa moyo ghafla e, kadiak aresti hiyo e, ni ugonjwa wanapatikana kwa ufafanuzi kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa ndani. Achana gazeti la Majira tuangazie gazeti lako e, gazeti la Jamvi e, e, e, la habari lenye linaandika tume ya imani, amani na utulivu. Tume ya imani, amani na utulivu hiyo ni tume ya kuchunguza vurugu za tarehe 29. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Jamvi la habari. Lakini Jaji Uthmani kuongoza tume yenye matumaini ya uwazi na uadilifu. E, Jaji Othmani kuongoza tume yenye matumaini e, ya uwazi uli na uadilifu e. Lakini kwa gazeti lako la Uelekeo lenye linaandika Nemki yaendeleza majadiliano na COP30 Balem Brazil. Lakini bado kuna habari inayosema Rais Samia azindua tume na kusema e, kachunguzeni ni haki gani vijana wanataka, aitaka pia tume kuchunguza mchango wa Angels vyama katika vurugu. Lakini Tanzania kufungua milango ya uwekezaji dawa vifaa tiba lakini kutunuku kamisheni kwa maafisa wa JWTZ. Huyo ni Rais Samia kutunuku kamisheni kwa maafisa wa JWTZ. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za mbele, lakini tukichana gazeti lako la Uelekeo tuangazie sasa eh ndani gazeti lako la Tanzania yetu fahari ya Watanzania yenye inaanza na habari inasema, waziri Kapinga ahimiza kukua kwa biashara ili kuwawezesha vijana lakini tume ya raisi ya zua mjadala. E, tume ya raisi ya zua mjadala na ushirikiano serikali na TPC wa zaa matunda miaka ishirini lakini serikali kupanua uwekezaji viwanda vya dawa vifaa tiba lakini makusanyo sekta ya madini yafikia bilioni nne, bilioni 430 robo ya mwaka. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania yetu fahari ya wa Tanzania ukurasa wa mbele la huku la Wamachinga, sauti ya wanyonge, lenye linaandika wazee Tanga waonya vijana kuacha mihemko katika maamuzi, au ni wazee wa Tanga waonya vijana kuacha mihemko katika maamuzi. Lakini Dr Samia, nendeni mkachunguze kiini cha vurugu, huyo ni Dr Samia sema nendeni mkachunguze kiini cha vurugu. Lakini ni mki yaongoza ushirikiano, e, wa kimataifa kupanua ulinzi wa mazingira e, ni mki yaongoza ushirikiano wa kimataifa kupanua ulinzi wa lakini Waziri Sangu abainisha mikakati ya kuongeza fursa za airaduashrki ukurasa wa jiwe la msingi krabawdurawatatu kwenye gazeti lako. Na kwa kwa gazeti lako la wamachinga, tuangazie gazeti lako la habari leo. Habari leo gazeti lako linaanza nabari inaosema mtanange kuwania umea waanza anza, hiyo e, ni habari kinasema mtanangi wa kuwania umea waanza. Lakini mume au mke naye ajiua kwa sumu e, mume au mke naye pia ajiua kwa sumu. Wizara ya maendeleo ya jamii e, ya vijana yazidi kusukwa e, wizara ya maendeleo ya vijana yazidi kusukwa. Lakini tume vurugu e, za uchaguzi e, kazini, e, tume vurugu za uchaguzi kazini. Hiyo e, ni tume mpya ya kuchunguza vurugu zilizotokea sasa ipo kazini. Lakini Dr. Samia aigiza kujua waliowalipa walifanya uhalifu e, lakini itambue haki walioidai vijana. Agusa angels vyama vya siasa, rais kutunuku kamisheni maofisa JWTZ Arusha. Lakini vijana tumieni hotuba ya, e, ya rais kupata suluhu. Hiyo ni habari kwenye gazeti la la Habari Leo lakini Mchengerwa aanza kazi na ujenzi wa kiwanda cha dawa. Huyo ni Mchengerwa aanza kazi na ujenzi wa kiwanda cha dawa hiyo. Eh, ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo natuhabarisha asubuhi ya leo ni Sultani Haitham anavyoipaisha Oman. Huyo ni Sultani Haitham anavyoipaisha Oman. Lakini Dr. Mwinyi akabidhiwa kitabu cha picha za kampeni. Eh, Dr. Mwinyi akabidhiwa kitabu cha picha za kampeni lakini katuleteeni kini cha vurugu za Oktoba 29. Huyo ni Dr. Samia akiagiza tume e, katuleteeni kini cha vurugu za Oktoba 29. Lakini Zeki yapongeza wadau wa uchaguzi. E, Zeki yapongeza wadau wa uchaguzi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo, huku gazeti lako la Uhuru e, lenyewe linaanza na habari inayosema Rais Samia, nina imani na tume. Huyo ni Rais Samia, sema nina imani na tume lakini viongozi wa dini washauri tume ya kuchunguza uvunjifu wa amani na serikali yataja mbinu kuongeza uzalishaji bidhaa za afya nchini. E, serikali yataja mbinu kuongeza uzalishaji wa bidhaa za afya nchini. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania e, na habari inayosema Rais Samia azindua tume ya kuchunguza vurugu Oktoba ishirini na tisa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 za kafu lakini bado kuna habari inayosema msigo wa tuzo ya mzize hamasa kwa Afcon. Huyo ni msigo wa tuzo ya mzize hamasa kwa Afcon, Simba kuifunga Petro de Luanda ni lazima. Hiyo ni Simba kuifunga Petro de Luanda ni lazima, lakini Gamondi amfagilia Alfonsi Mabula. Gamondi amfagilia Alfonsi Mabula. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la kula mwanahabari ukurasa wa michezo. Huu gazeti la kula taifa Tanzania kwenye michezo linaandika Rais Samia Ruto na Museveni e, watunukiwa tuzo maalum kafu lakini mzize mayele watoa tuzo mwaka 2024 2025. Lakini kumbukumbu ya yanga ya bakuli hii hapa ndani ya gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini kimataifa Manchester City yalipotiwa kuzungumza na kambi ya Vinicius. E, Manchester City yalipotiwa kuzungumza na kambi ya Vinicius. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania huku gazeti laku la Uhuru linaandika wadau wa mpatano, Rais Samia tuzo za kafu lakini mzize angara barani Afrika. E, mzize angara barani Afrika. Gazeti laku la Zanzibar leo lenye linaandika mashabiki wa Yanga Zanzibar roho kwatu. E, mashabiki wa Yanga Zanzibar roho kwatu. Lakini Dr Samia atunukiwa tuzo ya heshima, kafu. E, Rais Samia atunukiwa tuzo ya heshima kafu, na Singida Black Stars waliye na baridi Algeria. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula Zanzibar leo ukurasa wa michezo. Huko gazeti la kula habari leo lenye linaandika Samia Angara tuzo kafu ligi kuu bara ya Rijia leo mzizi aweka rekodi apongezwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula habari leo ukurasa wa michezo. Gazeti la kula mahing linaandika Azam tumewasili Rwanda, tunahitaji alama tatu, lakini mzizi kinara wa goli bora barani Afrika. Petro de Luanda Simba timu kubwa hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga. Lakini Geita Goldi wajipanga kurudi ligi kuu. Serengeti Boys inafanya mauaji Ethiopia. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti yenye inaandika panteva geuka mbogo soa mkwala kazi wanayo winga Yanga avujisha faili. Lakini Yanga mziki umetimia, eh, Yanga mziki umetimia. Huyo ni kocha pedo kwicheko eh, Zenji lakini Fords azua jambo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. Huko Amorin mzuka mwingi. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti, gazeti la michezo na burudani, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana sasa na gazeti lako la Mwanaspoti kurasa za michezo, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Nipashe linaandika, kafu ya mtunuku Dr. Samia tuzo usimamizi bora sekta ya michezo. E, kafu ya mtunuku Dr. Samia tuzo ya usimamizi bora sekta ya michezo. Lakini Zanzibar yaendelea na maandalizi ya Afcon elfu mbili na ishirini na saba. Zanzibar yaendelea yaendelea e, na maandalizi ya Afcon elfu mbili na ishirini na saba. Lakini Pacome Mpanzu vinara wa asisti. E, yuna habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Nipashe ukurasa wa michezo